Waumini wa Kanisa la tatu Malikia wa Ubembe wameazimisha miaka 29 ya kumbukumbu kumbu ya mauaji ya waumini wenzao waliouawa kikatili katika eneo la Wangolube tarehe 28 mwezi wa 10 mwaka 1996. Sherehe hiyo maalum imekusanya waumini kutoka maeneo mbalimbali, pamoja na wageni waalikwa kutoka madhehebu mengine, makanisa jirani na viongozi wa serikali. Kwa mujibu wa msimamizi wa shughuli hiyo, takriban waumini 127 waliouawa kikatili na baadhi ya wanajeshi wa Rwanda waliokuwa wakipita eneo hilo wakiwa kwenye msafara waki wa kijeshi wa mzee Laurent Desire Kabila wakati wa mapigano yaliyotokea mwaka 1996. Sherehe hiyo inayotarajiwa kumalizika leo hii ishirini na nane mwezi wa kumi, iliongozwa naye mwangalizi mkuu wa kanisa hilo duniani mzee Neno ambaye alitoa shukrani za dhati kwa waumini wote waliojitokeza kushiriki katika kumbukumbu -kumbu hiyo ya kihistoria. Kiongozi huyo alitumia fursa hiyo kukumbusha matukio mengine ya mauaji yaliyotokea katika maeneo ya Kichula, Makobola, Lulinda na Mwandiga ambako watu wengi waliuawa kwa kuchoma moto au kuchinjwa kwa mapanga.